Karibu katika mfululizo wa mikutano ya waandishi wa habari na mabenchi ya ufundi. Leo hii tuko hapa Mwanza ambapo tunazungumza hapa, uh, benchi la ufundi la klabu zote mbili kwa maana ya Pamba Jiji pamoja na Tabora United. Na tunafanya mkutano huu katika ofisi za makao makuu ya benki ya NBC ambao awa ndio wadhamini wakuu. Huu ni mchezo namba 195 raundi ya 25 utakaochezwa kesho katika dimba la CCM Kirumba majira saa nane za mchana. Mimi ni Omar Katanga nitakuunganisha hapa na makocha wazungumze, pamoja na naodha ili tujue hisia zao. Tukianza, kocha Fred Felix Minziro, um, tueleze kwanza matarajio yako kuelekea huu mchezo wa kesho. <coughs> Ya, shukrani sana kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeamka salama, tuko vizuri. Tumecheza mechi juzi tumemaliza, tumejaribu kufanya baadhi ya masaisho, na tunaendelea kuyafanya kazi leo tena pia, ambayo kwa tarik... mchezo kesho, lakini kikubwa ni kwamba maandalizi kwa ujumla yanakwenda vizuri. Maswali. <coughs> Uh, mwalimu, ubora wa Tabora umeuona, lakini madhaifu ya Tabora pia yameonekana. Unaweza vipi kubadilisha ubora kuwa madhaifu na madhaifu yao yazidi kuwa madhaifu zaidi kuelekea mchezo wa kesho? Ya kama walivyosema lakini kikubwa kama unafahamu kwamba hivi sasa mfumo unategemeana kutokana na mchezo ambao wanafuata. Ukimaliza mechi iliyopita tumemaliza. Tumejipanga na ya mechi ya Tabora United. Unajua anakutana na Yudua, timu ambayo ni nzuri, iko juu, haina pressure ya kwa kwamba kwenye masisi wengine ambao tuko chini. Kwa hiyo najua, tunafahamu kwamba tunakutana na kwa timu ya aina gani. Kikubwa ni kwamba sisi tuko nyumbani. Mechi ya juzi tumeipoteza kwa sababu tupata matokeo mazuri, sare alikupata alama tatu kama tulivyojipanga, lakini mechi kusema kweli kwa ujumla tumejipanga kwa kuhakikisha kwamba tunaingia do or die kwa kuhakikisha kwamba tunapata alama tatu. Hakuna maongezi mengi zaidi. Swali ingine Uh, mwalimu, kujipanga uh, huwa inatoka kwenye uwanja wa mazoezi, lakini plani ama mbinu ambazo mnakuwa nazo kwa sasa, wachezaji wako kulingana kile na kile ambacho unaelekeza unafurahishwa na kile ambacho wanakitoa kiwanjani, kwa sababu matokeo ya mechi za ligi kuu ki ukiacha FA kidogo kama haja vizuri kwa siku za hivi karibuni. Uh, kwanza niseme kwamba ligi imekuwa ngumu especially kwa timu ambazo bado ziko chini. Kila mmoja anapambana kwa kuakisha kwamba atoka chini kwenda juu. Nadhani plani ambayo tumeingia nayo mechi iliyopita, nadhani kesho tutaingia tofauti, kutegemea na wachezaji ambao aina gani tunao. Fatiki imekuwa kubwa kutokana, nadhani mwenyewe umeona tumecheza juzi, baada ya siku mbili tena tunaingia tena kesho, na ratiba iko hivyo mpaka tarehe nane tunacheza hivyo, kila baada ya siku mbili tunacheza mechi. Kwa hiyo yeah. Tutaingia na plani nyingine tofauti ambayo tumeingia nayo mechi iliyopita pita. Kwa hiyo nadhani tunategemea plani ambayo tutaingia nayo kesho, kesho tunategemea kupata matokeo mazuri. Swala jingine kocha, umejiandaa vipi kutumia uwanja nyumbani kama home advantage ili kupata matokeo katika mchezo wako wa kesho? Swala so zuri, nadhani siku zote tunasema mchezo kwa hutunzwa na sisi, nadhani kama nilivyosema mechi iliyopita, kusema ukweli hatukuwafaisha wa, wa, wa, sana wapenzi wetu kwa sababu tulipata sare, ndio ambacho hakikuwa matarajio yetu kwa sababu kwa tumejipanga kwamba tunapata alama tatu, bahati mbaya tukaambulia alama moja, kwa hiyo nadhani kesho tena tunaingia ambapo katika michezo yetu ile ambayo tulisema michezo mitano ya nyumbani, kesho tunaingia tena mchezo wa pili ambao ni nyumbani. Kwa hiyo kama mchezo wa pili nyumbani hakuna namna, lazima wa wapenzi wetu wa supporters wetu tuhakishe kwamba tunapa furaha, na furaha ni kupata matokeo mazuri. Kwa kesho hakuna kingine. Swali la mwisho kwa mwangalizo wa Fatik, nataka tujue labda kesho kuna wachezaji watakosekana katika mchezo huo ya ndio maana nimesema mwangalizo wa plani nyingine, kwa sababu nadhani fatiki ndani ya siku mbili na wanacheza mechi sio rahisi, lakini lazima tutokee majeruhi, tutokee pengine mzaji mwingine kujisikia vizuri. Kwa hiyo nadhani kuna baadhi ya sehemu tutafanya changes, kwa hiyo hakuna namna, lakini naamini hata kao wamefanya changes au watakuwa wameingia, pia tunategemea kutupa, watatupa kitu kizuri. Abdul Kasim karibu kwa ajili ya kuzungumza. E, kuzungumza na wewe, kwa upande wenu wachezaji mmejiandaa namna gani? Kocha Fred Felix Minziro amemaliza kuzungumza namna hiyo na wanahabari na sasa ni Abdul Kasim ambaye anazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake, tueleze <coughs> Uh, kwanza namshukuru Mungu kwa kutufikisha nyakati kama hizi tukiwa na afya njema. Uh, lakini sisi pia kama wachezaji tumejiandaa vizuri kutokana na kutokana na matokeo ya mchezo uliopita. Tumejua tumepoteza hata kama tumepata sare, lakini kwa upande wetu tumepoteza kwa kiasi kikubwa tunahisi. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kabisa katika mchezo huu wa kesho kupata matokeo mazuri ambayo yatatusogeza kutoka pale ambapo tulipo sisi kama wachezaji kiuhalisia tumejiandaa vizuri kutokana na maelekezo ambayo tunapata kutoka kwa viongozi wetu pamoja na benchi. Swali kwa Abdul Kassim. A, ninyi kama wachezaji mara baada ya kupata suruhu mchezo ulioisha, pengine mnazungumza nini ninyi kwa ninyi kuhakikisha kwamba mnaweza kupata ushindi katika mechi ijayo dhidi ya wanamboka Tabora United? Ah, sisi kwanza kama wachezaji pamoja na timu kwa ujumla tulijilaumu kuta kupata matokeo mazuri katika mchezo ambao umepita. Kwa hiyo kuanzia kuanzia viongozi walimu, pamoja na sisi wote tulijilaumu kutokana na mchezo kuupoteza, lakini tumejiandaa vizuri kwenye mchezo huu ambao unafuata kesho, kupata matokeo mazuri kutokana na matokeo ambayo tumepata nyuma, kwa sababu yalikuwa sio sio dhamira wala sio malengo yetu kupata sare kwenye mchezo uliopita. Kwa hiyo nguvu nyingi tunaelekeza kwenye mchezo ambao unafuata, kwa sababu ule ushapita, tena una haina jinsi, ndio matokeo yashakuwa hayo hatuwezi tena kuyabadilisha. Kwa hiyo sasa hivi tuna focus katika mchezo ambao tutacheza kesho kupata matokeo mazuri zaidi. Swali jingine kwa Abel Kasim, uh, Aba Kasim, swali la mwisho Aba, nikikuuliza kwa mbinu ambazo mwalimu Minziro amekuwa akiwapatia mara kadhaa kuelekea kwenye mchezo wa kesho, tuseme mnahitaji kufanya zaidi ya pale ambapo mlikuwa mkifanya mwanzo, nyinyi kama wachezaji, hili ni muhimu kwenu kiasi gani? <coughs> Inapotokea tunakosa matokeo mazuri kwenye mchezo, maana yake wachezaji ndio hatujakamilisha zile mbinu ambazo tumeambiwa kwa kiasi kikubwa na mwalimu, kwa sababu mbinu zote zinakuwa ni kupata ushindi. Kwa hiyo inapotokea hatujapata ushindi, maana yake hatujatimiza zile mbinu kwa asilimia mia, mia. Kwa hiyo, sasa hivi tunachokifanya ni kuzingatia na kujua tunafanyaje ili kuzingatia kuzingatia ili tupate kutimiza zile mbinu ambazo tunaelekeza na mwalimu ili tuweze kupata ushindi katika mchezo. Na mashabiki sasa? Ah, la kwanza kwanza niwashukuru mashabiki wa Mwanza wamekuwa upande wetu kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya timu yao, lakini pia tuwaombe wasichoke, hata kama tuna, tunapata matokeo mengine ambayo hayaridhishi kwenye upande wetu, lakini pia hata sisi wachezaji tunajisikia vibaya, lakini niwaombe waje uwanjani watusapoti kwa sababu wao pia wana mchango wao katika mafanikio yetu katika ushindi wetu. Kwa hiyo niwaombe wana Mwanza waje kwa wingi kesho ili watu support tuweze kufanya vizuri katika mchezo basi. Haya ndiyo ambayo yamezungumzwa hapa kiufundi na eh, kocha Fred Felix Minziro wa Pamba Jiji, hali kadhalika mchezaji Abel Kasim wa akiwakilisha wachezaji wenzake. Hii ni ungo ya kwanza kwa upande huu, na sasa um, wanaingia Tabora United ambao wao wanakuja kuzungumza hapa kiufundi kwa upande wao nini ambacho um, wanakiona ama matayarisho makubwa waliokuwa nayo katika mchezo huu ni yapi. As coach Good morning everyone and and uh, I'm happy to to see you and also to familiarize in in football here in Tanzania uh, my name is Genesis Mang'ombe and and I currently the head coach of Tabora United uh, and I'm from Zimbabwe well uh, <coughs> I know

Coach, uh, this is a third game to you since you come in Tabora, uh, last two game you lose it. how uh, psychological and uh, physically prepared with tactic to make sure that you get win in this game versus Pamba Jiji?

Huyu ni kocha mpya wa Tabora United uh, Genesis Mang'ombe na sasa anakuja mchezaji kwa upande wa Tabora United naye atazungumza kwa niaba ya wachezaji wenzake yale ambayo wamejiandaa nayo. Hebu tueleze kidogo uh, kwa yale ambayo mnazungumza, matayarisho yenu kama wachezaji kuelekea huu mchezo. Ah, kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kusafiri kutoka Tabora salama. Tumeweza kufika hapa Mwanza salama. Yote kwa yote ni mipango yake. Sisi kwa mimi binafsi pamoja na wenzangu timu yetu imejiandaa vizuri. Licha kwamba tumetoka kupoteza zidi ya Yanga, lakini mentaliti yetu imerudi pale pale. Mpango au kwangu ni kucheza mechi tu zidi ya Yanga. Ni kuja kucheza mechi zaidi na zaidi ili tuhakikishe kwamba msimu huu tunamaliza ligi tukiwa katika nafasi nzuri. Kwa in general, maandalizi yetu sisi yapo vizuri kabisa. Mchezo mimi sasa bila matokeo mazuri nyewe kama wachezaji mnachukuliaje swala hili na kuelekea mchezo wa kesho? Mpira ni mchezo wa matokeo. Unaweza kushinda michezo yote minne afu kaja kupoteza mchezo mmoja ambao ni muhimu sana. Kwa hiyo hata kama tumepoteza michezo minne, lakini bado tuna nafasi kubwa ya kuendelea kupambana. Kwa hiyo na nia hata pia katika mchezo wa kesho vile vile, na tukajikaza tukafanya vizuri hivyo, kila mechi ina alama tatu muhimu A uh, mechi iliyopita bonus ilikuwa kubwa sana kwenu kama wachezaji na kwa Tabora nzima. A uh, mechi dhidi ya Pamba Jiji uh, kuna bonus yoyote ambayo Tabora mmetoka nayo, Tabora kuja nayo Mwanza. A uh, bonus ni motisha. Na bonus sio tu kwa mechi ya Yanga. Na bonus mtu anatoa yani bosi akipenda anaweza akafanyaje? Akatoa. Lakini bonus sio kitu cha lazima. Kwa hiyo tuliadiwa mechi na Yanga. Tukafeli. Hii pia sio lazima kuadiwa. Tunaweza tukashinda mechi tukapewa bila kuahidiwa, sio lazima bonasi itangazwe. E, mashabiki wa Tabora hapa Mwanza pia wapo mashabiki wa Tabora United, lakini pia kule Tabora na Tanzania nzima pia wanawafuatilia. A, kitu mimi ninachopenda kuomba mashabiki ambao tumewaacha Tabora. Kwanza kabisa, tunawashukuru. Kwa kuwa, licha kuwa tunaendelea kupoteza michezo lakini bado wako bega bega pamoja na sisi. Kwa hiyo nawaomba wasikate tamaa wazidi kutu kutupa sapoti, lakini pia mashabiki ambao wapo Tabora ambao wapo Mwanza ni mashabiki wa timu yetu Tabora United, wazidi kutupambania, wazidi kutupa na ni sapoti kesho uwanjani, watokee kwa wingi, waje kutuona jinsi tunavyochukua pointi tatu.